Mbona uliupata wakati huo? Na wengine wakishabikia mipira, wakikaa kwenye maskini, wakiangalia mpira masaa yote, wakiangalia tamthilia na mambo mengine mengi mengi ya ovyo ovyo, unasema huna wakati. Huu umri uliopewa au kutosha, ulitaka upewe miaka mingapi? Kama ukiwa ushafika miaka 80 na hali huna tena, utakusimama mpaka ambako ushike viwambaza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 Mimi bwana 60 sasa, mimi 70 sasa, wajisifia umri, akitajwa kijana yule da wa miaka 53, na ah, mtoto mdogo yule wa juzi, ndio umri aliofariki nao Imamu Shafi. Wewe wajifanya mkubwa tu, alafu huna chochote. Kuna watu wamefariki na miaka 40 na kadha. Alimamu Nawawi amefariki aka miaka 46, kijana mdogo tu, lakini Imamu Hafidh Al-hakami

wakawa maimamu katika hii dunia. Kwa hiyo, usitoe kisingizio ki, ki, cha elimu. Wengine wanasema hatukusoma kwa sababu walimu zamani ilikuwa hawasomeshi. Haya, walimu wa kusomesha wapo, mbona huji kusoma?